Ai, ni wanyama wa stories za ghost. Eh hey, Gidi. Yeah. Wajua leso ina mambo yake. Leso. Hii leso leso moja unaona mwanadada anavaa leso. Yeah. Aswa Mombasa ni kule. Mm. Ah, ndugu yangu, usione kama ukiangalia ile message na mambo mengi sana. Oh, zile message wao wanaandika kwa leso. Kwenye leso. Mm. Tena unajua akifunga hivi kiunoni uki, akitembea ndio wasoma pale nyuma. Mm. Eh hey, kuna nyingine pilipili usio ile ya kuashia nini mm. na atembea tu. Sasa, jamaa nko sana na mkewe kule pande za pwani eh, amekosana na mkewe ah, kisha kataa kula. hmm. Sasa mkewe eh, jamaa kija jioni anatoka kazini, mkewe amvaa leso hmm. Ukisusa, ukisusa kula, ukisusa, ukisusa, ukisusa. mm-hmm. wenzio wala. Yani, anamwambia ukikataa kula wenzio wala. Oh, leso imeandikwa ime vile. hmm. Ah, jamaa akakuwa na mawazo do kashinda. Sasa huu naye mvipi? <laughs> Asubuhi kutaratibu, eh, pole pole. eh. Atilesema ni kwa nini? Eh. Ukisusa mm -hmm. wenzio wala, yani uki, ukikasirika ukisusa wenzio wala. Eh, eh. Si waligombana, akakataa kula. Asa mpata mkeo jioni amvaa leso. Ukisusa wenzio wala. Eh, jamaa kulala bana, yani kulala kwa mshinda. Eh. Asubuhi mkeo naye kavaa leso nyingine. Eh. Ukitoka mwenzio aingia Ah, jamaa kuisoma <laughs> bana hatakwenda, eh. Ah, eh. Kazini alaana leso bana. Yaani, tukitoka mwezi wa ingia jamaa kajifanya leo aumwa, yaani kazini akatulia pale nini, mkewe unajua na mambo yake, eh. Kidogo tena mkewe kuingia chumbani kule, akitoka tena na leso nyingine amebadilisha leso tena, amebadilisha na hii tena imeandikwa vingine. Uh -huh. Hamniwezi, nimemdhabiti ndio manake atoki <laughs> <laughs> <laughs> wakati <Wadi. laughs> wote mwanamke aongei azungumziyani, kubadilisha leso leso tu ndio na communicate. Message zake ni za leso hey. Anka, jamaa kashindwa sasa. Huyu jamaa yani ati, ati amniwezi nimemdhibiti, ndio maana yake atoki ya hey. Jamaa akasoma akapigia rafiki yake bana, akaenda aka, kaambia rafiki yake bana, naomba ushauri wako, hebu ndo nyumbani bana hey, hey. Hey, wakija nyumbani na ule rafiki yake hey. Ah, mke tena ashabadilisha leso tena. Ulidhani rafiki yako kumbe adui yako, haya yeah. Na rafiki yake <laughs> <laughs> yani wale unajua, tena ile leso anaisoma pamoja hey, mkeo amepita hivi asema mtakunywa chai hey, hey. Alafu kitoka usijua ki, akipita vile adondosha hey, hey, tulidani rafiki yako kumbe adui yako, aya ndio, ah, kwa kwaje vita kwanza, hapana eh. Hey. jamaa kangoja akashangaa, hata wakaangalia na rafiki yake, maana alikuwa anakuja kuomba kwa ushauri eh. Hey. do no, rafiki yake akamwambia bana, acha